Ujambo na karibu mtazamaji wa Majira Online TV kwenye taarifa ama update mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani ambazo tuko nazo kwenye siku ya hii leo. Ni tarehe 24 ya mwezi wa tano ya mwaka 2025 tunakutana tena mwanamichezo, kwa ajili ya kuendelea kupeana taarifa mbalimbali pamoja na tetesi za usajili ambazo zimetufikia kwenye siku ya hii leo. Jambo kubwa ambalo leo tunakwenda kuliangazia ni kuhusiana na mshambuliaji wa pembeni kutoka katika klabu ya Azam FC Gibril Sillah, sasa ni kijani na njano ndani ya Young Africans. Sillah anamaliza mkataba wake ndani ya klabu ya Azam FC mwishoni mwa msimu huu. Inaelezwa kuwa Gibril Sillah ataondoka klabuni hapo mwishoni mwa msimu huu kuelekea katika mitaa ya Twiga na Jangwani ili kujiunga na klabu hiyo kwenye msimu ujao. Sillah ni mshambuliaji wa pembeni mwenye uraia wa Gambia, anayekipiga ndani ya klabu ya Azam FC ya nchini Tanzania. Sillah amezaliwa tarehe 7 Disemba mwaka 1998 akiwa na umri wa miaka 26. Namba 19 ndiyo namba ambayo anaivaa Gibril Sillah ndani ya kikosi cha Azam FC. Licha ya hayo Gibril Sillah amefanikiwa kupita kwenye baadhi ya timu mbalimbali. Mnamo mwaka elfu mbili na ishirini mpaka elfu mbili na ishirini na tatu Gibril Sillah alifanikiwa kucheza katika timu ya Bara Youth Football Academy ya nchini Gambia, lakini mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili elfu mbili na ishirini na tatu alifanikiwa kucheza katika klabu ya Raja Casablanca ya nchini Morocco baada ya kuondoka katika klabu ya Raja Casablanca, Gibril Sillah alisafiri na kuondoka na kuja nchini Tanzania kwa ajili ya kujiunga na miamba wa Tanzania, Azam FC, mnamo mwaka 2023 mpaka mwaka 2025 Juni ambako mkataba wake ndio unakwenda kumalizika. Msimu wa mwaka 2023, 2024 Gibril Sillah alifanikiwa kufunga magoli nane na kutoa asisti sita huku akiwa amehusika kwenye magoli kumi na nne ndani ya klabu hiyo ya Azam, huku akiwa na kiwango bora sana ndani ya msimu huo. Lakini pia msimu wa mwaka elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano alifanikiwa kufunga magoli tisa na kutoa asisti ya magoli mawili huku akiwa amehusika kwenye magoli kumi na moja ndani ya kikosi hicho huku akiwa mchezaji ambaye amemtesa sana screen protector Djigui Diarra, mlinda mlango wa Young Africans, mpaka sasa akiwa amemfunga magoli matatu akiwa na miamba hao wa Azam FC. Je, unazifahamu silaha za Gibril Sillah ndani ya kikosi cha Azam pamoja na timu ya taifa ya Gambia? Gibril Sillah ni mchezaji mwenye kasi ya hali ya juu akiwa na mpira ambayo humwezesha kuwazidi mabeki na kufikia maeneo ya hatari kwa uzaidi. Pia Sillah ana uwezo wa kutumia mguu wa kulia, jambo ambalo linampa faida ya kucheza pande zote mbili. Pia Gibril Sillah ana uwezo wa kupiga mashuti nje ya boksi, huku akiwa na uwezo mkubwa wa kupiga chenga fupi na kufunga magoli kwa uharaka zaidi. Kwa ujumla, Gibril Sillah ameonyesha kuwa ni mchezaji muhimu kwa Azam FC, akichangia kwa mabao pamoja na pasi za mwisho katika misimu miwili aliyocheza. Uwezo wake wa kucheza kama kiungo wa kushoto pia kama mshambuliaji wa kati umemfanya kuwa na mchango mkubwa na mafanikio makubwa katika timu hiyo. Kwa taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani, usisahau kusubscribe channel yetu ya Msuia Online TV ili uwe wa kwanza kupata taarifa pamoja na tetesi mbali mbali za kiusajili. Kufikia hapo, hatuna la ziada, tukutane tena wakati ujao.